Sinataka kuongea na manambii wa uongo na waumbiri wa uongo. Kuna waumbiri wanachinjia watu mbusi na kuku na wanawanyunjisia damu au ni feki prophet? Ukisoma maandiko katika kitabu cha Waebrania kumi na mbili ishirini na nne inasema na Yesu, Yesu mwana wa Mungu mjumbe wa, wa ngano njivya ya damu ya kunyunyishwa inenayo mema kuliko damu ya Abel. Damu ya Yesu inanena laku, hakuna damu nyingine inavaa kutolewa, ni damu ya New Covenant. chapter 13 Hebrews chapter inasemekana ni damu ya New Covenant 13, 20, ya A New Covenant blood. ya blood, Mungu akamuokoa mwanaye Yesu Kristo kutoka kwa wavu kupitia kwa damu ya New Covenant sasa mtu anakuchinjia mbuzi. Nilisikia kuna nambii ako hapa Mlolongo, mwanamke frayova anachinja kuku. Wewe nambii muongo, ulaaniwe na ukufe kabla ya siku zako. Kuna mwingine ako hapa Pipeline anachinjanga mbuzi. Kuna mwingine Mkikuyu niliona anatundika mbuzi, anachinja, anaweka damu kwa hon, anaanza ati anafanya ikongona ama madhabao au ni manambii wa uongo. Manambii wa uongo, manambii wa uongo. Mmeweka covenant na miungu na wewe unaonyunyishiwa hiyo damu, utakufa vibaya. Hakuna damu nyingine ya mwanadamu ya mnyama inavao kumwakika. Damu ya Yesu Kristo ilimwakika msalabani na damu ya Yesu inanena mema. Kama wewe umechoka na damu ya Yesu Kristo, unatumia damu zingine na unaandika ati kanisa Gons, Gons Church No, no no no, ninakukemea na ninaambia watu fungukeni macho. Au oh, manabii huyo ako mlolongo. Mama anatolea watu, anachinjia watu kuku, anachinjia watu mbuzi. Kuna mama ameniambia leo asubuhi alichinjiwa kuku na huyo mama na akanyonyeshiwa. Mi na laani hiyo kitendo. Wahubiri simameni imara, mkiona muhubiri karibu na nyinyi wa aina hiyo, hanavaa hiyo kanisa tufunge. Ninawajua wengi wanaochinja busi ninawajua wengi, nikiwatanja hapa, mkinipa ruhusa, na watanja nawajua wengi wale. Hawatumii damu ya Yesu, wanachinja wanyama, wanawekelea kwa madhabahu. Yesu Kristo alitwaliwa ili atuokoe na atukomboe. Nataka niwaambie wapendwa, Kenya kanisa la Yesu, na ndio naona wasikia maunambi ya uongo na maumbiri ya uongo hati unataka utolewa mbuzi, madhabao yako ni kubwa.